chumba akaweka kitanda, akatengeneza mazingira vizuri, ili mtu wa Mungu akiwa anakuja kutokea mbali aishie baba. Sio kwa wengine. kuna namna ya kuiteka baraka hii iishie nyumbani kwako, unaipata kwa Mungu. Kuna namna ya kuiteka baraka hii iishie nyumbani kwako, maandiko yanasema ikae kwako ishie kwako. Maandiko anasema huyu mtu akatengeneza kitanda, alipotengeneza kitanda akaambia bwana hawa anakuja na kaa. Anaendelea kusema anaendelea kusema, kitaba kumi na moja, ikawa siku moja akafika huko, akaingia katika chumba kile, akalala. Huyo ni Elisha wa mtumishi wa Bwana. Akamwambia mtumishi wake, Elisha sasa anamwambia Geasi mtumishi wake, akaambia mwite yule Mshunamu, naye alipokwisha kuitwa, akasimama mbele yake na akamwambia, sema naye sasa, tazama, wewe umetutunza ume sana, namna hii utendewe nini? Basi Elisha anaijua kanuni ya kwamba atakayejitoa naye akapokea matokeo ya kujitoa. Marigo anasema akaitwa ule mwanamke Mshunami, alipoitwa akamwambia kue hase sasa

tumeona ukarimu wako. Mi nakwambia hivi, ukijitoa kwa ajili ya kazi ya Mungu, ukijitoa kwa ajili ya nyumba ya Mungu na mtumishi, mi nakwambia baraka itakurejea tu, itakurejea tu sana namna hii utendewe nini basi? Je, uombewe neno kwa mfalme? Kumbe ukimtunza mtumishi wa Mungu, ukiipata baraka ambayo iko ndani ya mtu, ana uwezo wa kukuombea neno kutoka kwa mfalme, ukapewa baraka kutoka kwa mfalme, mfalme Yesu. Tuko pamoja? Aenda kusema anasema, neno kwa mfalme au ka hamjeshi yule mwanamke, aaiu mimi ninataka kati ya watu wangu mwenyewe akusema neno yule mwanamke hakuzungumza chochote wala kutaja hali moyo wake, hakutaka kushout kumwambia Elisha kwamba bwana, mimi na shida moja mbili tatu. Mi nakwambia kuna mda utanyamaza, lakini mbingu itakuona tu, utajifishwa. Unajua kuna watu nasema nisijipendekeze sana sie nikaonekana hivi. Mi nakwambia hivi, moyo wako tu Mungu ashauona nanielewa, ashauona atakugusa tu, hata kukusa, tuk, ada kama huko kwenye chumba cha ndani anakusema sema, akasema basi atendee hakika ana mwana ana mwana, na mumewe ni mzee. Kumbe huyu mwanamke pamoja na, na ukarimu wote, lakini hana mtoto na mume wake ni mzee, pamoja na ukarimu wote, lakini hana mali. Unaweza mkarimu uko vizuri, unajitoa, lakini kuna kitu ambacho kimepungua kwako. Utakapofanya kwa uaminifu mbele za Mungu, utaiona baraka ya Mungu.